Asalamu as alaikum wa rahmatullahi taala wabarakatuh. Tumerudi tena na asila kama kawaida yetu, tunakutwana swala so kazi na kuwa kwako wewe, mwanachuoni, wewe msomi, wewe mwanafunzi ulio katika mitandao tafauti tafauti, swala kesha ufungue ubongo uchangamshe ubongo, natwache tu kupita tukiangalia Tujibu masuala inshallah tukutane katika comment section inshallah. Suala la leo ni tunauliza ya kwamba ni yupi nabii ambao kwamba alikufa na hajazaliwa. Suala ni kwamba ni yupi nabii ambao kwamba amekufa lakini hajazaliwa. Inshallah tukutane kwenye comment section na usisahau ku like, ku share. Tunataka channel yetu ya Abu Zunairah iwe kwa hiyo tunaomba ushee kwa wingi, ushee katika magrupu WhatsApp, wapi ili channel iwe na sisi tupate motisha na morali ya kukupa maswali kila siku. Angaanga anga ujaribu kujibu, nawe wacha kuwa mgumu. Wabillahi tawfiq.